Lakini pia ninawaelekeza eh, e, idara husika ya mfamasia mkuu wa serikali na timu nzima, nadhani TMDA pia wanahusika, wana moja kwa moja kuandaliwa mara moja kwa call of expression of interest, EOI ndani ya siku siku ishirini na moja wizara iwe imekwisha andaa EOI rasmi kwa ajili ya kuvutia watengenezaji wa dawa vifaa tiba na bidhaa za afya kote duniani ndani ya siku 21. Kwa hiyo e, mfamasia mkuu hiki, ni kipimo chako, tuwaonyeshe yale ambayo tunaweza tukashirikiana nayo katika utengenezaji wa dawa, lakini pia tuwakaribishe waweze kujenga viwanda vingi vya dawa na vifaa tiba hapa nchini. Kwa hiyo nakupa na, na siku ishirini na moja. Ikiwezekana viwanda hivyo au wawekezaji walioko India waje wawekeze hapa nchini wajenge viwanda hapa tutawapa assurance ya masoko, tutanunua dawa kwao, lakini tutakuwa na uwezo wa kujua kinachozalishwa pale. Watanzania watakuwa na uwezo wa kujua kwamba dawa inayotoka pale inatoka Tanzania na viwango vyote vimekaguliwa, na Watanzania wanatumia dawa ambayo tumejiridhisha wenyewe kiusalama, na itakwenda kuwahudumia e, na, na, na kuwatibu Watanzania wakijua kwamba dawa hii imezalishwa nchini, lakini hata viwango vyake si viwango vya kwenda kuwaumiza Watanzania wa na tumeelewana vizuri.